Liverpool sasa hivi ndio mabingwa wapya wa ligi ya England msimu wa mwaka 2024 2025 kufuatana na ushindi mnono ambao waliweza kupata wagoli tano kwa moja dhidi ya Tottenham, Tottenham Hotspur ebana katika dimba la Anfield majogoo hao wa ambao wanatajwa kuwa ni mabingwa mara 20 kihistoria kwenye ligi kuu ya England, zikiwa zimesalia mechi nne ligi hiyo hufikia ukomo wa kufikisha pointi 88 ambazo na haziwezi kufikiwa na timu yoyote. So ni kwamba Liverpool iliweza kushinda magoli matano kwa moja dhidi ya Tottenham Hotspur, ambapo dakika kumi na sita Diaz aliweza kuingia kambani, dakika 24 aliweza kuingia kambani Mac Allister, lakini pia eh, dakika 34 Gakpo aliweza kuingia kambani, lakini dakika sitini na tatu pia Salah aliweza kuingia kambani. Dakika sitini na tisa tulimwona pale, Odogie aliweza kuingia kambani, na dakika dakika ya kumi na mbili ya mchezo tulimwona Solanke. Haya matokeo yakiwa yametamatisha moja kwa moja ushindi wa Liverpool pamoja na Tottenham Hotspur. Kwa kweli, kama mdau wa soka, uko na mtazamo gani? Make sure tukomba drop comment yako kwenye uwanja, comment hapo. Hii ni sasa online digital. Until next time, bye.